Wana, wana wana vipaji wana ni wanachana wana wanaimba na katika kupita kwao kwenye Stori za Kitaa, lolo nimekutana na, na jamaa mpaka nimeshangaa anachana vizuri sana. hizo mwanangu wambele wambele wabele wambele mwanangu wa <tipa> wambee wambele wambele mwanangu wambele wambele wambele wambire. Basi na wanaomcha wachachwa na nikubali sana sapoti kwa chocho, niko chocho moja hapa nyewe, ngoja tutangalia wana kama wametulia. Se, hii hapa ni Classic TV na hii hapa ni Story za Kitaa, upo na KDB Kadobonge oza. Kama kawaida, jana sio leo, leo sio kesho. Tumekutana tena leo, tuoni mambo ya leo afu kesho akutana tena kesho kama kawaida. Kapo hapo si usiondoke na usisahau kusubscribe na kushare. Like. Si unajua tena si Wanyamwezi, Wanyamwezi tunawanyanyua kwa hiyo Wanyamwezi, tulia hapo hapo Singida pamoto, tuishie. Yaani kama kawaida mi sinaga shoo mbovu, leo shoo mpya kali, yaani mtapenda. Oza oza pale pale pale pale, oya oya oya oya, niaje? Kama oya kawaida bwana, nige uzito hapa hapa Joka kabisa. Wanakuita nani? Yedalu. Hapo wanakuita nani? Wizi. Wanakuita nani? Skinch. Wanakuita nani? Se shazi tozi. Nani? Shazi tozi. Oh, kama mlivyomuona kwazi shazi tozi. Kwanza hivyo viatu wenyewe nimevielewa, mwanangu taniachia nini? Au hakika ukivitaka babu. Ala kubali. Kumbe masela huko bwana, anaishi ni peace. Hawana mambo mengi. Ase, nilikuwa nataka nikuulize swali moja au mbili kama ukikuwa tayari. Haina no mama ni. Najua wewe hapa ni mtani kwako. Kwanza mtao anahitaji. Hii ni Boda Buche Empire. Boda Bucha Empire. Bwana leo kumbe mtaa tuliopo ni Boda Bucha Empire. Sasa sikilizia hapo hapo tupate utawala wa Empire yenyewe hayo. Eh. Kwa hiyo mimi nataka nikuulize kitu kimoja tu wewe kama mwana wa mtapa hapa mtaa Boda Bucha Empire, kitu gani ambacho unakipenda sana hapa mtaani? Hapa mtaani. Yaani, Masela tu sio jua ile company ya Masela ni mnakaa kwa Kisela sio jua ile. Mm. Kwa hiyo napenda sana kukaa na Masela, kupoa na Masela. Kwa hiyo mkikaa na Masela na Masela wenzio mnapenda kupiga story gani sana? story za kitaa tu, tusijue ile mishe za hapa na pale, tunapiana michongo, sawa? Yeah. Sawa, kumbe na Masela ni wakikaa napigaga story za kitaa na mimi ndo nimekuja kuwafikishia hizi story za kitaa Masela anazopiga hasa. Na mia kwa mwana mwingine hapa, tupate kumuoji naye yeye, tupate ma mawili matatu. Anakuita nani? Skincha anamuita skincha. Kwa hiyo unajua maana skincha, wewe kagugu, afu uje kuniuliza mimi tena nikupe. Kwa hiyo skincha, ngwendaka, nikuulize swali moja, kama sio mawili tena Eh, sawa. Eh, bana mi najua mitaani kama alivyoelewa mkikaa mkipiga story za kitaa, na hapo hapo katika washikaji zako wa kitaa, kwanza mtaani yenyewe hapo lazima kuna hapo ambao anae vipaji kwa hiyo nataka nikuulize kwenye vipaji ambao unawafahamu wenye vipaji, unawashauri nini? Nawashauri wakaze sana, wasije wakakata tamaa. Okay, kwao kikubwa ni kukaza e, wasije wakakata tamaa. Bana, ushauri ndo kama huo, msiache kuchukua. Ase, niende kwa mwana mwingine tena hapa. Unakuta nani? Namwita wizi nyonya? Unamwita wizi nyonya. Hey, bana iyo nyonya hiyo, okay, bado imekaa poa tu, sijua ananyonya nini, ila nilikuwa nataka nikuulize na wewe hapa hapa kitani kwako kama jamaa alivyosema hivi wanaofanya muziki au wanafanya na vipaji vingine labda ku dance kuigiza, ametoa yeye ushauri wake, kama tulivyomsikia. Wewe kama wewe unataka kuwashauri nini tena wengine, wana wasingida hapa bodabucha, na wengine na Watanzania kwa ujumla? Mimi na ushauri wangu, tukaze, tusiogope kitu chochote, support tutapata tu. Vile hivyo, kukaza tu, support utapata ase. Na hapo tena tumalize, mmm majina ya Kidaru, wanamuita Kidaru, Kidaru Kidalu, oh oya, kidalu ya hapa si kidalu kama ulivyosikia, tena nawana, ingino, na wana wengine wanavyokuambia nawe, ni mtupe kwanza hapo, wenyewe wanasemaje au utawaambiaje wenye vipaji vyao wenye vipaji sana? Ni big up na appreciate nakubali sana yao mee, na naikubali sana mzi, nakubali Koyo, yoyo, Dacha. Kwa hiyo kama wewe unashauri nini da cha kuwashauri? Wapige moyo konde waendelee kufight Uhakika, uhakika, uhakika, siendelee kufight wanangu, asnkandakatana niulize lingine hapa. Ni story za nini za kitaa, najeni mwakuta mtaa. Sasa hapa wakati wenu, na amnaeza kuniambia au nani atakuwa na kipaji, labda nionyeshe hapa na Tanzania waone wana wasingida, na hata hapa hapa yenyewe una kipaji gani? Kipaji cha mziki unachana unaimba, una unaandika, una, una yani unafanya nini kuhusu ano muziki? Ah, mimi kipaji changu muziki wa singeli, muziki wa singeli yeah. Kwa hiyo sio da tu wanayojua muziki wa singeli, hata Singida wapo, Singida wapo. Nataka uonyeshe uhakika e, Ase, kama mlivyosikia jamaa leo ana flow ana flow kisingeli yani, tunaenda kule uswahili ni kwenyewe sasa. Yani hapa ndo Stori za Kitaa afu kitaa zinakupa sasa ile laza yenyewe sasa. Unapiga baikoko usingeli tu yoyote unaishi nayo ah, singeli tu yoyote yenyewe naishi nayo. Play a beat, unatembea play play. Ah, ni mtu play a beat tupate anavotupa, si unajua tena hizo pa

Mtaa naekaa boda bucha, mnaijua, pande za Saba na Saba pale ndani kwa Msonia. Yani yakishika maiki Saba na Saba, anawaambia watu wote watacheza na hizo chula. Utabambia au unapinga? Sikia sasa, nikuambie tena, nikueleze. Sikia sasa, nikuambie basi, hizo hizo Kwisendo nimekaa magetoni, nimetulia kwanza, nikijicheki mfukoni, sina tamaa. Mashetani yananipanda na simu nafupigiwa. Halo, mambo? Nikajibu poa. Basi niambie, eti sina cha kuambia. Nikamwambia ni achoko, usiniguze tena. Mimi nikasema ni achoko, usiniguze mama. Mimi nikasema ni achoko, usiniguze tena. Mimi nikasema ni achoko, usiniguze tena, kwa heshima We bingili ngili chalika chana suruali. We bingili ngili chalika chana suruali. We bingili ngili chalika chana suruali. We bingili mbili charika chana suruali. Hizo, hizo. Na mimi nitaimba au mnabisha niimbe na mimi singeli. Hata kama sijui tutajua leo, kayau jamani, hatari! Wanakuita skincha, skincha skinchaaskincha umetisha mwanangu, wana kikosi gani? Ah, kikosi cha 77 kizazi kipya, 77 kizazi kipya. Umekanyaga mwanangu, umetisha yani, kwa heshima. Ase mwingine anataka kutuonyesha licho nacho hapa We nani? Mimi ni Jao Kitaa e, ni... e, na vijana kama wenye vipaji uhakika, bwana wangu hapa, umevaa shingapi? Mngeweza kutuonyesha hapa na kipaji nini una sio ni play tunikupa vitu. Tunalia, tunalia lazima tulie. Sasa ni mtu anataka tulie kidogo. Anaitwa Wiz Nyonya. Wiz Nyonya. Sasa basi utanyonya nini sasa? Tusikilizie sasa. Ya hapo mtajua. Ngoja <laughs> nikae kabisa. Kulia hivi ti nakubali yaende ila endapo akikutwa na ubaya eh. Eti arudi kwangu mana tanikuta nipo eti kama mshale sekunde kwangu dakika mepita vivaya vibaya eh. Alaumiwe yeye.

Moyo nayana yeah. Nayana wala mwita wizinyonya ibana, nimekuja kujua nimekuja kujua kwa jili gani tunamwita wizinyonya na mistari. Na unyaga mistari asema, nitamani kulio menigusa mwanangu na na trap kidogo. Na trap. Eh, kidogo. Kidogo, nimetoka kuachwa. Taka niguse na trap, niguse na trap kwa heshima msisitizo, kwa heshima wanamuita wizi nyonya, ibana ya japo, ane... kumbe wana wanavuma. Wanavuma. mtaa kwa mtaa lakini ndo wasikiki. Tuzusa na sisi kama Classic TV. Tunabu onyesha vipaji kutoka papa Singida wa Tanzania, wote mtajionea. Wana Singida wote mtajionea. Singida bana, kuna vipaji vingi kama mnavyoona. tumekutana na Kencha tukakutana na Wizi Nyonya, tuendelee kupata feva mbili tatu za kwake. wanamuita Wizi Nyonya Nyonya, mm, King of Boda mm -hmm, mm, sasa. Wanamuita Wizi Nyonya. Oho, Twende penzi ni safari bebu, sipunguze mwendo nakupa nachotaka, vipi tulivue pendo, haba na haba ndiyo hujaza kibabo, nanipenda sina kitu japo usawa na kaba, eh twende wapi mimi na wewe, bamba tu tubamba, ushanipiga pingu ya nini? twende kwa mganga eh, unapokata unafanya, napata stata, ukinigusa kabisa na washa data eh, ni wauli kama mpacha lo eh, sema nachotaka loo, ni mondo wa bata eti lo, ni mondo wa bata Leo ni mundo ulisema sifai. Mimi siyo levo zako, ata kufunga kamba za vatu vako, uka na chahoi hai, uka fato pendo wako, uka zani ndiye baba wa watoto wako. I feel to die that time mwanzako nikapata pata ding, anabonge la tabasam, nika tabasam tena nikapata ham tena, uku sopa tam tena. Koma nione kama koma, atena kama corona, va barako wa ukitona. Eti COVID-19 umekumbuka mimi, nina enini anino Umesahau au ah, umesahau ulivoni zarau, eti umepanda dao, kacheze na hao, hao umekula mafao, niko na mama lao, tumevaa guchi ah, tunacheza mchezo bao, eti tunacheza mchezo bao yeah. Eti usone kwangu kwanza, eti kuna mike mbaza kaishika anataka ni flow. Kwanza ukiangalia anikwake kwanza, kuna dread flani huyo, jamaa mvuta bangi au anaktia sana na chana wote mpaka na homa. E bana, wanakuita nani? Wiz Nyonya, wanakupata mitandao ya kijamii kama hivyo hivyo Wiz Nyonya? Kama kawaida kwa TikTok, unaweza kuandika Mr Love Game TikTok, hiyo Mr Love Game Insta, Insta to me. Na wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii? mimi ah. kwenye mitandao sipo, asi bana eh, wanakuita skincha. Skincha kwenye mitandao hayupo. Lakini kwanzia leo si tunawaidi, mtamsikia na mtamuona, mta anaitwa Skincha Karili. Jina jamani, anaimba singeli sijaona ase na hapo. Kidalu, Kidalu, hai yeah, bwana Kidalu. Naona na umeosikia, wana wana ni wanachana wa mwingine ni anaimba ni yaani, umeona, lakini si ndio? Sasa nilikuwa nataka nikuulize kwa shikaji zako, kama shikaji zako ambao unawajua na unawaona unataka kuwashauri nini au unawaambia neno gani ambalo litakuwa kwao kama ushauri? Ah, nacho washauri wapambanie sana, wajipambane sawa sawa. Kwa hiyo wewe kama wewe una kipaji gani? Ah, ni kipaji changu bodaboda, naendesha delivery boda boda tu. Nakubali eh bana, ndiyo, kama mlivyosikia Kidalu mkakutana na wizi, mkakutana na Skinchia ukakutana na Skinchia ukakutana na Shazitozi meneja. Nani? Meneja Shazitozi meneja Shazitozi Zitozi huyo ndiyo meneja wao Wapa pa kitaa ase, hii ni Story za Kitaa oza. Kama mlivyoona, wana wana, wana wana vipaji, wana ni wanachana, wana wanaimba. Na katika kupita kwangu kwenye Story za Kitaa lolo, nimekutana na, na jamaa mpaka nimeshangaa na chana vizuri sana. Tena kwenye singeli uko vizuri sana asee, usiendelee kuondoka, baki hapa hapa, kuwa mwanafamilia wa Classic TV. Na hii hapa ni story za kitaa. Nyuma ya kamera yupo Jerry D Focus. Nakubali sana appreciate, nyingi asee bana. E, kama jana sio leo, leo sio kesho, tutakutana siku nyingine. Leo umejionea, kesho ndio moto zaidi, yaani kila siku pana kucha.